Umempigia na vocha yako. Vipi hali, unaendeleaje, salama za huko, poa. Mtu anakwambia hebu kata simu kidogo nifunge mlango. Kweli? <laughs> Yani mi na vocha yangu nilokupigia nikate simu kidogo ufunge mlango? Yani mlango unahusiana nini na mi nawe kuongea? <laughs> Yani uko katikati ya mazungumzo na mwanaume anakwambia hebu, eh, lela, hebu kata simu kidogo nifunge mlango. <laughs> Na nawe unaona huyu ananisamini. Hey. <laughs> <laughs> Au kata simu kidogo basi nzime taa. <laughs> Kuzima taa na simu kuna uhusiana nini? Kuna uhusiana nini na wewe unajiona pale ulipo pale ulipo unapendwa, na hiyo ni hatari pia, ni miongoni mwa zile dalili za hatari eh. Kwa nini mtu akwa wewe umempigia na vocha yako mm, akwambia ukate simu ili afunge mlango, kwa nini hicho kitu mm? Na unasema ah, huyu anithamini sana mm. Kweli kuna thamani hapo au ha? Unamuomba hela akusaidie, una tatizo, anakuuliza sasa tutafanya nini mama mtu Yaani we unampelekea mwanaume shida mm, kuliko akupe suluhisho, anakwambia sasa utafanyaje? Ai, si hapo mm. Hiyo shida hiyo ni kubwa sana, hata sijui tutafanya nini? <laughs> Na wakati mwingine inawezekana asivae huo uhalisia hapo hapo, hapo, hapo, utatokaje hicho kipengele bimkubwa. Ao anakuita <laughs> boss. Hapo,